Mheshimiwa Musalia Mudavadi, vile mmesikia, nimemtuma China na nimemtuma China kwa kazi tatu. Ya kwanza ni hii barabara ya kutoka Rironi ikuje Mau Summit ikuje Eldoret Bungoma hapa mpaka Malaba, Malaba. Hiyo barabara tunaanzisha mwezi wa nane tunaweka contractor kwa ground. Nyinyi mnanialiwa na tunataka kujenga hiyo barabara namna hii, pengine hata ikikwamakwama tunataka kufikia hapo katikati, kwanza awamu ya kwanza inapita Nakuru ikikuja pande hii. Alafu tumesema vilevile kazi ya bili nimetuma Musalia ni mambo ya reli. Ile reli ilikuja kukwama Naivasha. Sasa tunataka kulete pia mpaka Malaba, na hiyo pia tunataka itoke Malaba before the end of this year iwe imeanza, ndio tusukume ifike hapa Malaba, tunaelewana na jambo la tatu. Nimetuma Musalia kule China ni maneno ya soko. Nyinyi mmesikia ya kwamba tunazalisha avocado, tunazalisha kahawa, tunazalisha chai, tunazalisha eh, makademia kahawa. Sasa hiyo mambo yote, soko kubwa, tuko na soko ya Uingereza ambayo tuko tumesign tayari agreement, inaitwa economic partnership agreement. Hiyo soko iko wazi, tuko na soko ya Marekani ambayo tumefanya kupitia kwa ile inaitwa AGOA, na sasa tuko na soko ya China ambayo sasa kina Musalia wanamalizia ili kwa miezi mitatu minne ijayo tunaweza kupeleka bidhaa yetu ng'ambo, tuhakikisha kwamba soko yetu, bidhaa yetu inapata soko, tuweze kuuza kwa bei ya sawa sawa, ndio pesa ipatikane, foreign exchange ipatikane na tuweke pesa kwa mfuko ya wakulima wetu.